Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa kuanzia tarehe kumi na nane mwezi Aprili mwaka huu wa 2025, waumini wa dini ya Kikristo wanaanza kuungana na wenzao duniani kusherekea sikukuu ya Pasaka ambayo kimsingi itasherekewa rasmi tarehe ishirini mwezi Aprili mwaka ishirini ishirini na nne. Sikukuu hiyo mara kadhaa huhusisha ibada mbalimbali ambazo hufanyika katika nyumba za ibada mchana na usiku. Polisi Dar es Salaam imejipanga hakikisha waumini wanashiriki na kusherekea sikukuu hiyo kwa amani na utulivu. Wito unaendelea kutolewa kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wakati wa karibu kwa watoto wakati wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali mbali. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kuhakikisha kwamba nyumba na makazi mbalimbali mbali ya watu haviachwi bila kuwa na uangalizi. Swala la usalama barabarani pia limesisitizwa kwa madereva wa vyombo vyote vya moto lakini pia wale watumiaji wa barabara kuhakikisha wote kwa pamoja wanazifuata na kuzitii sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali na madhara mengine ambayo yanaweza kutokea. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imekuwa pia ikifuatilia matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao wamekuwa wakihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 mwezi wa nne mwaka huu wa 2025 eneo la Mahakama ya Kisutu huku katika mipango yao na mipango ya chama hicho wakilenga kufanya vurugu kwa lengo la kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa mtuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu anayetarajiwa kupelekwa mahakamani siku hiyo ambayo nimeitaja. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika kuwa ma mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Narudia. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaanza kwa kuwakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Mamlaka hizi hazipaswi kutishwa. Jeshi la polisi kama msimamizi wa sheria haiwezi kutoa fursa ya mahakama kutishwa wakati ikiwa inatekeleza majukumu yake ya kisheria. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha kuhusiana na nia hiyo ovu. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha, lakini wale wote wanaopanga kutekeleza nia hiyo ovu, kuwa wasishiriki na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa onyo kali. Narudia, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linatoa onyo kali kwa walio wote ambao wanapanga mpango huo ofu wa kufanya vurugu au fujo kwenye eneo la mahakama kali sana, lakini kwa mujibu wa sheria narudia, watashughulikiwa vikali he sana, lakini kwa mujibu wa sheria za nchi. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Pasaka wananchi wote wa Dar es Salaam ambao wanaungana na Watanzania wenzao kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinasherekewa kwa amani na utulivu.